Namna nzuri ya kulinda ngozi yako ni kutumia SeamossPlus kwa chakula chako kila siku ili kuzuia zile, e, zile mionzi sasa ambazo zinakuwa zinatoka hewani ambayo sasa itakusaidia ngozi yako kuwa na afya. SeamossPlus katika kutenda hayo ametaja kingine kinaitwa collagen, ndio inatumika katika kurudisha ngozi. Kwa hivyo inafanya ngozi yako iwe nyololo, okay, iwe smooth lakini pia kuna watu wanapata chunusi na kuna magonjwa mengine ya ngozi, kwa mfano ngozi inakauka fulani hivi, ehe, hao SeamossPlus ni bidhaa ya muhimu sana kwao, kwa sababu SeamossPlus inazuia ngozi kukauka, lakini pia kwa sababu ya asili yake inapunguza um, inflammation, yeah, eh, kwenye ngozi. Kwa hivyo uh, kwa ufupi tu ni kwamba SeamossPlus ina manufaa makubwa kwenye ngozi lakini si tu kwenye ngozi, ina manufaa makubwa kwenye nywele. Kwa mfano, kuna watu nywele zinakatika kama vile imekuwa majani makavu. Ehe, wewe ambaye nywele zinakatika, ukitumia SeamossPlus kwa mwezi mmoja, utashangaa nywele zako. Kwa hiyo SeamossPlus inaongeza pale kwenye kitundo ambako nywele zinatokea panakuwa imara, lakini pia inaongeza e, ugumu wa nywele ili nywele unapochana zisi zipukutike. Kwa hivyo kuna manufaa mengi ambayo mtu anaeza akapata kwa kutumia Seamoss Plus. Niseme tu kwa haraka kwamba kuna Seamoss Plus ya kunywa, mm-hmm. Lakini pia kuna zile ambazo ziko kwenye sabuni ambazo pia unaweza ukaogea na kuna maalumu kabisa kwa ajili ya nywele. Zote hizo e, zinapatikana e, kama watu wakihitaji.